Wanatoka sasa watafika, safari imeishia njiani, kabla ya kuvuka mstari wa kati. Kratos, chora chama, Mutenga kwa MK14. Medi anawambia Johnny Kati na City, cheza pasi ya ndani kwa Triple C, piga pasi ya kupenyeza tena ile. Hassan Dilunga amefinya, HD, Hassan Dilunga amefinya tena MK14 wanakutana na hasira za aasema si, kwamba hii kweli ni dabi ya Kariakoo. Anachanja mbuga, Gadel Michael Kamagi obstruction, amezuiliwa njia. Gadel Michael Kamagi, kadi njano ikitoka mfukoni mwa Ramadhan Kayoko, wa Tugu Bay Chama wamenyang'anywa mpira. Amepress vizuri sana Rwali Bwalya, bwalya ameutanga Rwali Bwalya ninn bwana, bawa nne akifunga, Arabi maestro left foot a magician, chota Chama anaweka deep corner. ameituliza g yamenyonywa tu tenga, pasi kwa John Rafael Boko, anawacha kwa kisigino Ilunga Hassan, kwa Chris Cope <coughs> anajitakasa na hii inakuwa ni kama sanitizer kwa mashabiki wa Simba na Chris Cope, mchimba mugelo, wanajipangusa ule uchafu wote.